katika viunga vya mahakama ya hakimu mkazi Kisutu hapa jijini Dar es Salaam, ambako jioni ya leo mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Taifa Tundu Antipas Lissu amefikishwa katika mahakama hii na amesomewa mashtaka mawili tofauti. Shtaka la kwanza likihusisha masuala ya uhaini ambayo inahusisha kauli aliyokuwa ameitoa mnamo tarehe tatu mwezi wa 4 mwaka 2025 alipokuwa ndani ya jiji la Dar es Salaam na kesi hii pamoja na mambo mengine ni kwamba haina dhamana. Kwa hiyo imepangwa tena kutajwa mahakamani hapa mnamo tarehe 24 ya mwezi huu, lakini kama hiyo havitoshi, shtaka la pili linahusisha makosa matatu na yote yanahusiana na usiana, kauli ambazo azitoa kuhusiana na uchaguzi wa serikali za mitaa na mifumo ya kiuchaguzi hapa nchini. Nje ya mahakama hii tumezungumza na jopo eh, la mawakili ambao linaongozwa na wakili eh, Dr Rugemeleza Mshala ambaye pia ni mjumbe wa kamati kuu ya Chadema na mwanasheria mkuu wa chama hicho. Leo siku ya tarehe kumi e, mwezi wa nne 2025 jioni hii e, mwenyekiti wa Chadema ndugu tundu antipas mgwai Lissu amefikishwa mbele ya mahakama ya hakimu mkazi hapa Kisutu e, mjini Dar es Salaam e, baada ya kuwa ameshikwa jana kwa katika misingi ya ya, ya, ya, ya nguvu na kutolewa kutokea Mbinga jana na kuweza kuletwa Dar es Salaam kwa mashtaka ambayo ya yamesomwa ya leo jioni hii kwamba katika kesi moja ambayo ya ni yapi bado ni ya kesi ya ya uchunguzi kwamba anatuhumiwa kwa kosa la uhaini kwamba maneno aliyasema eh, kwamba kuna kutakuwa na harakati ambazo Chadema itafanya za ku kupinga mfumo mzima wa uchaguzi ilikuwa ni kuchochea uasi na kusababisha kufanya kwamba uasi dhidi ya jamhuri ya muungano ya, ya Tanzania. Sasa, kwa kuwa mahakama hii ya, ya, ya kimkazi wa Kisutu haina mamlaka hayo, kwa sababu kesi hiyo inatakiwa isikilizwe na mahakama kuu, basi swala hilo tu limetajwa lime, lime kwa, kwa kuwa mahakama haina mamlaka na kosa hilo, dhamana mwenyekiti wa Chadema ndugu Lissu na, kuweza kusema lolote na, e, baada ya hapo kukawa na kesi nyingine ambayo ni kesi ya jinai imefunguliwa katika mahakama hii ya hakimu mkazi Kisutu. Mahakama hii ina mamlaka ya kusikiliza ni la dhidi nila... ya kauli alizosema kuhusiana na uchaguzi wa serikali za mitaa, jinsi ambavyo uliendeshwa wa wagombea, wagombea wa Chadema eh vile vile swala shtaka la pili ilikuwa linahusiana na, na eh, kuzungumzia mfumo mzima wa uendeshaji wa serikali za mitaa na uchaguzi mzima wa nchi yetu na kesi ambazo vile vile kosa la tatu linasikilizwa na majaji ambao wameteuliwa na nani na mwenyekiti wa wa wa, wa, wa, wa, wa CCM ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa hiyo ilikuwa ni mashtaka ambayo yanahusiana na zile kauli za kisiasa na za kuelimisha umma ambazo mwenyekiti wa, wa taifa wa chama cha Demokrasia na Maendeleo, ndugu Lissu alizitoa mnamo tarehe tatu ya mwezi wa 4 2025. Eh, ndugu Lissu ameyakana mashtaka hayo yote matatu na upande wa, wa, wa, wa mashtaka umesema kwamba upelelezi umekamilika na ukaomba kwamba kesi e, ya, siku ya, ya, ya, ya, ya uchunguzi wa awali au maelezo ya awali ipangwe siku za sio si umbe, si mbele sana mahakama Mb, ikaridhia maombi yao kwamba kesi itakuja tarehe ishirini na nne ya mwezi wa, wa 4 elfu mbili na ishirini na tano. Na mahakama vilevile ikakubali maombi ya, ya utetezi, mawakili wa utetezi kwamba makosa hayo ya matatu yanadhaminika. Basi jaji ya, hakimu akatoa sharti kwamba ndugu Lissu adhaminiwe na mdhamini na na na mmoja ambaye anaeleweka mwenye vitambulisho vya vya, vya, nida e, na barua serikali za mtaa. Mdhamini amejitokeza na amekubaliwa na mahakama, amebakiza tu sharti moja tu la kuleta barua kutoka serikali ya mtaa. Sasa hiyo ndio hali ya Lissu ambaye amejitokeza, kwa hiyo kesi itakuja mnamo tarehe 24 mwezi wa 4 2025. Katika ile kesi ya kwanza ya ambayo ni ya uchunguzi wa awali, upande wa, wa mashtaka umesema kwamba upelelezi haujakamilika, lakini katika ile kesi ya pili ya mashtaka yenye mashtaka matatu wamesema upelelezi umekamilika. Sisi kwa upande wa mawakili wa, wa, wa utetezi tuko tayari kuweza kupambana kumtetea mteja, mteja wetu. Naamini kwamba haki iko kwake. Na itakuwa ni nafasi nzuri sana kuweza kutoa somo la haki za kisiasa, na za, za, za, za kiraia za raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Itakuwa ni fursa adhimu ambayo mahakama hii itatumika. Kwa hiyo wananchi wajiandae kuweza kuona namna gani kupitia mahakama, mfumo wa uchaguzi ulivyokuwa mbovu utakavyoweza kuanikwa hadharani na mwisho wa siku, kuweza kuweza kuonyesha kwamba utetezi wa nani, mashtaka ambayo yameletwa dhidi ya mwenyekiti Tundu Antipas Lissu yanaweza kuonyeshwa ku, kwamba yalikuwa na ubovu gani. Kwa hiyo utakuwa ni utetezi wa msingi sana ambao utakuwa ni somo kubwa kwa raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunawakaribishani sana, tarehe 24 ya mwezi wa nne mwaka 2025.